Tumsifu Yesu Kristo, milele na milele. Amina. Ninawakaribisha sana waandishi wa habari ili tuweze kutoa utaratibu na kuwaeleza e, maandalizi ya mazishi ya Baba Askofu Mkuu Novatus si Rugambwa na balozi wa baba mtakatifu. Mpaka sasa hivi maandalizi yamekamilika ya mazishi, tukianzia hapa kathedrali. Eh, kaburi atakamozikwa eh, imekamilika, na matayarisho ya kuwapokea wageni mbalimbali mbali watakaofika e, kushirikiana na jimbo Katoliki la Bukoba kumsindikiza baba yetu mpendwa askofu e, Novatus Rugambwa na balozi wa baba mtakatifu, yamekamilika naweza nikasema kwa asilimia tisini na tano na kama tulivyokwisha sema, kaburi tayari limeandaliwa na matayarisho mengine e, ya kuwapokea wageni e, zikiwemo e, nyumba za kulala yaani lodging, na zenyewe e, zimeandaliwa na kamati ya mapokezi wa upande wa liturujia na penyewe maandalizi ya naandaliwa na kamati ya liturujia. Na sasa hivi kama mnavyojua, e, mwili wa Baba Askofu Mkuu Novatus Rugambwa unaagwa katika kanisa la Mtakatifu Yosefu, jimbo kuu la Dar es Salaam. Watasali misa, alafu wakisha maliza kusali misa e, watapata nafasi ya kuaga mwili huo, na baadaye utapelekwa uwanja wa ndege. Kesho asubuhi mwili utakaposafirishwa e, kuja huku kwetu Bukoba tunatarajia e, kama ilivyo kawaida, ndege huwa inafika saa sita kasoro robo au saa sita kamili. Lakini sasa sisi katika kipindi cha hicho chote tumesema waamini e, watakao kwenda kupokea e, mwili huo walau wafike katika e, uwanja wa ndege saa nne mpaka saa saba. Tunategemea wale watakao kwenda kumpokea mpokea mwili huo wa marehemu watakuwa ni wazi, maaskofu wa jimbo watakuwepo, maaskofu ambao watakuwa tayari wamefika, mapadre watawa na waamini wote wa parokia e, ya Bukoba wamealikwa. Wao kama waendi kule, watajipanga barabarani ili kuweza kupokea e, mwili huo. Tunawaalika kwa kupitia nyinyi waandishi wa habari e, muweze kuwafahamisha, watajipanga waamini, wajipange barabarani ili kuweza kuwaga mwili wa baba askofu e, Novatus Rugambwa. Tutatarajia pia kwenye uwanja wa ndege patakuwepo kikundi cha utoto mtakatifu na kwaya e, za zote za parokia ya Bukoba zimealikwa. Kwa hiyo hayo walao ndiyo e, maandalizi ambayo tunategemea kwamba yatafanyika siku ya kesho, ambapo ndo tunategemea kumpokea tarehe ishirini na nane. Tunatarajia baada ya kumpokea, saa kumi tutakuwa na ibada ya misa takatifu. Baada ya misa, pataendelea na sala mbalimbali. Baada ya sala, kutakuwepo na, i, na mkesha, patakuwepo na vikundi mbalimbali ambavyo vitashiriki e, bita, katika mkesha tayari wamepangiwa ratiba. E, kwamba kutoka saa hizi mpaka saa hizi kutakuwepo kikundi hiki, saa hizi mpaka saa hizi kutakuwepo kikundi fulani. Na wakati wa ibada ya mkesha e, patakuwepo pia mafundisho ya wahubiri mbalimbali. Kwa mfano tangia saa mbili mpaka saa nne tunatarajia pamoja na sala zitakazokuwa zinaendelea, e, atakuwepo padre Akileusi Kiwanuka. Hiyo itakuwa ni saa mbili mpaka saa nne, na saa nne mpaka saa tano e, patakuwepo Mr Charles Kato e, kutoka kigango cha Miembeni na kwaya na wakati huo huo utakuwepo na kusali rosali katika mkesha huo. Zikifika saa sita mpaka saa saba, wana, watakuwepo watu watakao kuwa wanasali rosali, na atakuwa atakayekuwa kiongozi atakuwa Ferista Kabikira kutoka kigambo cha Hamgembe na kwaya zake na saa saba mpaka saa nane atakayetoa fundisho atakuwa Padre Principus Kamwabwa. Saa nane mpaka saa tisa atakuwepo e, atakayekuwa anaongoza e, sala atakuwepo ni ndugu Audaksi ambaye e, ni kutoka kigango cha Buyekera na watakuwepo na kwaya zao. Saa tisa mpaka saa kumi yaani tarehe ishirini na tisa e, kuamkia tarehe ishirini na tisa e, watakuwepo pia saa tisa mpaka saa kumi chama cha kitume cha Regio Maria. Saa kumi mpaka saa kumi na moja atakuwepo nyimbo za maombele, maombolezo na litania watakatifu na wale atakayekuwa anaongoza shughuli hiyo atakuwa ni Pasco Kabango kutoka kigango cha Migera na kwaya zake. Saa kumi na moja mpaka saa kumi na mbili alfajiri e, takuwepo tafakari ya neno la Mungu na atakayeongoza tafakari ya neno la Mungu atakuwa ni Padre Faustini Kamgisha. Na saa kumi na mbili ya alfajiri kutakuwepo masifu ya asubuhi, na hapo maaskofu, mapadre, watawa na waamini watashiriki. Na watakaotuongoza kwenye masifu hayo watakuwa ni masista mabinti wa Bikira Maria wa msaada wa daima. Kwa hiyo huo ndio utaratibu ambao utafuatwa katika mkesha. Na saa moja mpaka saa mbili itakuwa ni kifungua kinywa mahali palipoandaliwa, na tunatarajia kifungua kinywa e, watu walipolara watapata kifungua kinywa huko, lakini kama ikitokea kwamba mtu hajapata kifungua kinywa sehemu atakapokuwa anaweza akaja E, hapa kathidro mara wakapata kifungua wa kinywa tunatarajia na tunawaalika iwe hivyo. Saa mbili mpaka saa tatu na dakika arobaini na tano tutakuwa na salamu za rambirambi, na hii ni salamu za rambirambi kabla ya misa takatifu na zenyewe e, nje pale mbele ya kanisa kuu pataandaliwa viti na wale walio na salamu za rambirambi e, kutakuwepo watu watawaona, e, padre Egidius na padre Gerard ndio watakaoongoza shughuli hiyo ya kupokea wale ambao watakuwa wanatoa salamu za rambi rambi na watakao wanaotarajiwa kutoa salamu za rambirambi ni viongozi kutoka parokiani, viongozi wa dini na e, siasa. Maaskofu wote watatoa rambirambi pale watakao kuwa na rambirambi na makundi mbalimbali mbali. na wakati huo huo e, uko kanisani watakuwa wanatoa watu watakuwa wanapita wakitoa heshima za mwisho kwenye mwili wa marehemu, na hii inaweza ikafanyika hata usiku utakapokuwa kunaendelea ibada mbalimbali mbali, watu watakuwa wanapita na kutoa salamu za, watakuwa wanapitia kuaga mwili na kutoa heshima e, zao za mwisho. Tunatarajia ibada ya misa takatifu ianze saa nne mpaka saa nane na atakayeongoza ibada ya misa e, takatifu atakuwa ni mwadhama Protas Kardinari Rugambwa kutoka jimbo kuu la Tabora, na ndani ya misa takatifu e, wanaotarajia kutoa neno ni wanafamilia, na hii itakuwa e, baada ya misa takatifu, barozi wa baba mtakatifu rais wa Baraza la Maaskofu na askofu wa jimbo la Bukoba na baada ya kutoa neno kwa hao e, wanne waliotajwa, ndiyo itafuata ibada ya maziko. Na kama itatokea kwamba kuna baadhi ambao hatakuwa wametoa rambirambi saa tulizozitaja zitaja kabla ya i, ya, ya, ya, baada ya misa takatifu. Basi baada ya maziko ndipo e, wanaweza wakatoa rambirambi rambi, lakini itakuwa ni sehemu ile ile ya nje, na hili tunaomba mtusaidie kuweza kuwa e, nani watu ni kwamba rambirambi e, zitatolewa saa mbili asubuhi mpaka saa tatu na dakika arobaini na tano. Tunawaalika wote naopenda kutoa rambirambi watujulishe na walete rambirambi zao hapo, sio ndani ya misa takatifu, mwanzoni kabla ya misa takatifu, alafu na baada ya misa takatifu, yaani liturujia iwe imemalizika, ndo watu wengine wanaotaka kutoa rambirambi e, au kusema neno lolote kuhusu e, baba askofu mkuu Novatus Rugambwa wata wanaruhusiwa au watakaribishwa kufanya hivyo. Kwa hiyo ndio, huo ndio utakuwa utaratibu wetu wa kumsindikiza katika safari yake ya mwisho hapa duniani e, mwashamu e, baba askofu Novatus Rugambwa na barozi wa baba mtakatifu katika nchi mbalimbali mbali. Na hili kuweza kuwasaidia waamini e, waweze au watu wote wenye mapenzi mema waweze kujua e, historia yake. Tunachapa kitabu ambacho kina e, kina historia yake, kina watu ambao wametoa ushuhuda wa kazi zake, watawa wa kike na wa kiume, wana familia na zile ambazo tumeweza kupata. E, kutoka e, shuhuda mbalimbali ambazo tumeweza kupata, kwa mfano kutoka sehemu alipofanya kazi e, kule alipoanzia kazi kama nuncio e, kule Angola na Principe e, baraza la maaskofu limetoa ushuhuda, na New Zealand ametoa ushuhuda na kuna masista ambao wamefanya nao kazi ambao wamejenga eh, shule Dar es Salaam, eh, panaitwa Kisarawi kuna masista ambao wako kule eh, wameanzisha shule ya VETA halafu wame wanayo tena chuo cha veta huko Dodoma nao walifanya naye kazi, na wenyewe wametoa ushuhuda, e, umeingizwa kwenye kitabu, lakini hata hivyo watapewa nafasi ya kuusoma pale watakapokuwa wanatoa rambirambi kwa kirefu, e, walao hivyo ndivyo shughuli ya mazishi itakavyofanyika. Na tunatarajia atakayeongoza misa ya e, misa takatifu siku ya juma e, pili e, atakayeongoza ibada ya misa takatifu tunatarajia atakuwa baba askofu mkuu e, Renato Sinkwande e, atakaye hubiri mtarajia atakuwa baba askofu eh, Method Kiraini kwenye ibada ya misa takatifu.